Kivurande, hey. nimekubabatiza studio hey. Hey, unarekodi ngoma hii ni ngoma ya nini ndugu yangu hey, hii ni ngoma ya harusi bwana hey, nyimbo ya harusi hizi ambayo unarekodi kwa sasa hivi yes ina maana kila panapotokea harusi unakuwa una wimbo wake au ina, inakuaje ah unajua ni maamuzi ya watu wenyewe au wenyewe wahusika kwa sababu mwingine anataka shughuli yake ikifika labda anataka kuimbiwa atajwe jina, ndo inaona koke kwamba inampendezesha zaidi kwenye shughuli mm. e, sio kama ni lazima, ni hiari mm. Yaani mtu mwenyewe anafanya hicho ambacho ambacho anajifikiria ama ambacho anajisikia, kwa sababu siku akiamua bana ah, mimi ngoja nimtafute Kivurane kwa sababu Kivurane ni mtu wa maharusi na nyimbo akizitunga zinakuwa nzuri, ananishereheshea, yaani nakushereheshea. Wengi wao wanakuwa wanapenda mtu anatajwa Hey, fulani bin fulani, mama harusi au ni bwana harusi au bi harusi au somo au madada wa harusi, inakuwa inaleta kitu, kuna mantiki mule inafasikana, inawafurahisha, inawafurahisha, wanafanya hivi kwa sababu ya furaha. Na unapokuwa una perform wale wanaotajwa huwa inakuwaje, wanaotajwa kwenye ngoma zako? ah, wale sababu mimi nikishamaliza kurekodi hivi, tena nakuwa tena sipo nao, mimi nawapa nyimbo yao tu. Ah, na sio kwamba unakwenda kuiperform siku hiyo ya harusi. Ah, kwa hiyo yes. Hii ila wakihitaji ni perform ni jukumu jingine. Naweza kwenda kuperform, lakini asilimia kubwa inakuwa ni watu wa nje. Mimi kazi nyingi nakuwa nazifanya za Ulaya, sio za hapa. Hapa inakuwa nazifanya lakini ni chache. Lakini wao wanarekodiwa nyimbo zaidi wanakuwa ni Ulaya. Nje nje. Ambao unarekodi unawatumia kule. Unawatumia, kwa hiyo hii ambayo unarekodi sasa hivi hapa ni wimbo ambao unakwenda wapi? Huu unakwenda sijajua mm. Lakini unakwenda nje, unakwenda nje. Sijajua ni sehemu gani, bara la huku kwa arabu au watu wa Aa, Ulaya, Ulaya. Wanakuwa ni watu sana wa UK, Marekani, Ufaransa ambao wanaishi huko, yes. Lakini mm-hmm, hata Arabuni pia, bara la Asia ili yeah, kama Omani, Saudia, yeah, wanakuwa yeah, wanafanya hivyo, na imeshatokea kuambia utunge wimbo baada ya kuwa umewatungia wimbo kutokana na, na ule wimbo wako tu ambao umeuimba, wakaona sasa, yaani huu wimbo tu bwana, tulitaka wimbo ndio, lakini sasa tumeona uje. Ishatokea kitu kama hiyo pia. Hivi vitu vinatokea wapi? na ilitokea, inatokea mfano kama Muscat, Dubai, mtu anakuambia bana tunamhitaji na pamoja na nyimbo yako unaenda ku, sio inalingana na maslahi kwa sababu wengine anaangalia maslahi so, mtaona labda nikiimba, akiimba nikimpa kiasi fulani kuja huku atakuwa ni gharama, lakini mwingine anasema, labda hapana, mi nitagharamikia kila kitu, ataimba lakini atakuja. Hiyo inakuwepo, na ikitokea hivyo kwamba nchi hiyo anataka wimbo fulani watumie wimbo yeah. huo mm wakati mwingine unapiga kwamba unaweza ukafanana na huu au lazima kila wimbo ambao umeutengeneza, mm. lazima uwe tofauti. Nimekuwa najitumia jitihada kubwa sana hata kuleta watu watu wanapiga vyombo live, watu wa mangoma, ni mambo ya magita pia wanakuja wanapiga live yes. itakuwa inakulipa ah, kiasi fulani, inawezekana ikalipa ama isilipe, lakini mimi natengeneza kitu cha baadaye ambacho kitaniletea maslahi zaidi, kwa sababu unapofanya kitu kizuri usiangalie hapa, angalia mbeleni, kwa sababu huu mziki mpaka ulipofika hapa, pia nimepiga hatua, nimetoka nao mbali. So mimi nachokiangalia kwa sasa hivi, siangalii maslahi, nachoangalia ni kutengeneza kitu kizuri kwa maslahi. Bado sijapata maslahi, kwa sababu nikikwambia, kuna gharama za mastudio, kuna gharama za maproduza, kuna gharama za watu kuja kuitikia kama ulivyosema, kuna gharama za watu wakuja kupiga keyboard live, kuna gharama za watu wakuja kupiga ngoma live. Piga mahesabu pesa ndio unahitaji wanayotoa, na gharama hizo zifanya ni kubwa zaidi kuliko pesa yao. Lakini mimi nafanya for fun, lakini nafanya kwa sababu ya kutengeneza baadaye. Najua kwamba watu wakishaanza kuniamini na biashara ikiwa nzuri, basi nitapata mafanikio zaidi. Ndio maana najaribu kuchukua vitu vya live. Mimi ni tofauti na wasanii wengine. Wasanii wengine wakiingia tu wamaliza na producer, lakini mimi nataka kila chombo kisikike kwenye mziki wangu. Ule ndo usanii, ule ndo wanamziki. Yes. Sasa ile goma lina jina lake, inakuwa na title somo na mwari au mwari na somo, ndo goma linatuma huko Ulaya.